Sijaona kiongozi ingine, sijaona chama ingine. Chama yangu ilikuwa Baba, na Baba ndiye alikuwa baba yangu. Baba alinifanya meya ya Migori nikiwa na miaka ishirini na tano. Aliniwekelea hapo, akanifanya mbunge miaka mingi mpaka nikakuwa minority leader kupitia Baba. Mimi nina huzuni sana, kwa sababu wale wanajua, wanajua vile mimi na Baba tulikuwa karibu. Lakini yote tunasema, tunawachia Mungu. Nimeona mitandao wanashapiga bimbo, wanasema sasa huyu ni political orphan, huyu amekwisha. Lakini nimeona hapa orphans wako wengi sana, wale umeongea hapa yote wamelia. Sasa nitasanya hawa yote nikwechemani yao, orphans iko mingi hapa, ume, hey, hata roho yangu ikarudi nilipoona orphans vile wamelia hapa. Mimi nilikuwa na uzuri peke yangu, nilisema nimekwisha. Kumbe tuko wengi, tuko wengi hapa. Hiyo nimefurahi sana lakini mimi nataka kusema hivi, jambo la mwisho, baba alikuwa mtu ajabu.